Mama mamake aliondoka jana asubuhi saa moja. Ile saa tisa mchana nikaingia ndani ni kwake, nikamchukua ule mtoto nikaanza kumbembeleza nilivyombembeleza alivyonyamaza nikaenda kumlaza, ile naondoka mtoto akaanza tena kulia. Hao wengine walikuwa wamesharudi, wakamchukua ule mtoto, wakakaa naye, wakaenda kwa balozi. Balozi alipokuja akaingia ndani, akamchukua ule mtoto. Ndio akakaa pale nje akawa anambembeleza. Ndio akasema waje wapi? Hapa kituoni. Ndio kituoni walipokuja wakasema waje kesho leo asubuhi. Tumekuja kwanza asubuhi saa moja mpaka saa hizi ndio bado tuko hapa. Akawa anampa gongo kijiko viwili ili apate usingizi. Hata hapo yenyewe wanapondo kamauliza jina hatujui. Namba hatujui. Kwa hiyo anasema hivyo wanampeleka mtoto huko kwa sababu ana njaa. Watakaporudi watataka wakatafute hizo namba huko ndani na hizo tarehe mtoto alivyozaliwa na jina lake. Na sasa labda wakapata Abdi Iddy. Mimi nakaa kuondoa nyumba yangu ndio iko hapo Angoni. Ah. Ha. Hawa ndio wapangaji wangu. Nami nilikuwa nyumbani nilikuwa nyumbani, wapangaji wangu wako na huyu huyu mwanamke. Kipindi mimi nimeondoka alikuwa na mimba, sawa, ndio mpangaji wangu. Mimi nikaondoka, mimi nimekuja juzi. Hadi nilipokuja juzi, nimekaa pale nyumbani, ha, nikapumzika asubuhi siku moja. Sasa kesho yake, siku ya pili, kwenye saa tatu nasikia mtoto analia. Sasa nikamwambia, huyu mtoto kwa nini analia? Sasa mimi niko chumba changu kule Kambe, oh, babu, vipi? Ni mtoto analia. Mtoto yuko peke yake, analia. Baadaye nikazungukia kukule kwa wale wapangaji. Nikaulize, jamani huyu ameenda wapi? Anasema huyu sasa huyu mama alikuepo hapa. Kuna watu wengine walikuja wa boda boda. Sasa wakaondo, wakaondoka. Ah, kidogo nikaona hapana. Nikaenda kwa balozi. Kwa balozi nilipoenda, balozi nikamkosa. Nilipomkosa balozi, mama yake namfahamu mahali alipo Nikaenda paka kwa mama yake. Nilipofika kule kwa mama yake, mama yake akaniambia bwana, eh, hey, mimi bwana simfahamu huyu mtoto huyu, hata kama ni mwanangu hana heshima wala sio kwangu wala sijamweka mimi, maana ni kama mwanangu. Nikamwambia sasa hivi utanisaidiaje? sasa yule mtoto hayupo, ameondoka, sasa utanisaidiaje? Nasema ah wewe nenda kwa balozi. Nikaenda pamoja na balozi na wale wapangaji tukakuta mtoto kweli peke yake na mazingira pale, ukiona ni, ni mabaya zaidi. Ni mtoto wa umri gani? hata mwezi hajamaliza. si yuko pale pale, sisi ndio wanamchukua sasa. Mama yake anafanya biashara gani? Hafanyi biashara yote, ni mpangaji tu, alikuwa mpangaji tu pale, alafu alikuwa ni mlevi. Mimi naitwa kwa jina, naitwa Iddi Juma, mkaaji wa mtaa wa Angoni, ni balozi mshina namba saba. Ndiyo, ndiyo. Basi wakanifikia pande bwana, kwenye eneo lako kuna tukio la mtoto ameacha tangu asubuhi, mnamo wa saa nne, anajalia hapo. Wameenda hapo wazazi wake wakasema sijui. Basi kaondoka hapo, kana moja kwa moja mpaka kwenye tukio. Nifika pale kwenye tukio kweli, mm mtoto -hmm. kako anaingia ndani na wamama pale bini mm -hmm. kama wawili hivi nikaambia, jamani, sasa cha muhimu tumuokoe mtoto, kama mnaniambia kutangu asubuhi huko hapa amewachwa, ana umri gani? Wakasema nikajua amezaliwa na wiki tatu mm hivi -hmm. amedai basi, ikabidi sasa tufungule mlango tubomoe, wamtoa ile mtoto pale ndani, eh, kumtoa ile mtoto ndani, jimayo, pale ndani kuna mpangaji wao mmoja pale mpaka akamelegea ba Mm -hmm. Nimeshampigia simu mwenyekiti, lakini uje jikoni mara moja angalau tupate ile povu yake tule ili mtoto tuzi tukumla risha ni hata leko basi ni kwa uje jikoni ule mwepesi kabisa. Tukakaa pale katuti, nikaona kama amepata ahueni kidogo, amefanya kama kuchangamka. Kilichofuatilia tukashauriana moja kwa moja twende kwa mwenyekiti, maana mwenyekiti alikuwa ni kwa na anamgonjwa, alisema ana anaenda hospitali. Basi tukamwambia yule mwenyekiti tukampa taarifa kama mo na katika mm -hmm. kenyama mhm tukanyoka kituoni. Kuna madai kwamba mzazi wake alikuwa akimnywesha uh, pombe aina ya gongo ili aweze kulala. Ni kweli? Mimi hayo siyafahamu kwa kweli eh, kwa sababu <tosimu> mimi sikuyasikia, halafu niko mbali na mimi eh, labda hao majirani zake wanaokaa naye pale ndiyo wanaweza kufahamu utaratibu huo.